ametuafikisha kukutana tena katika ukumbi wetu huu kama ambavyo tunakutana kila wiki siku ya Alhamisi tunapokuwa tupo kazini, na leo ametuwezesha tena na kutuafikisha tena kukutana, tuendelee kukumbushana mawili matatu kwa taufiki yake Allah subhanahu wa taala. Ikiwa tulianza wiki iliyopita Suratul Insani, sura ya sabini na sita kwa utaratibu wa mashafu tukasoma aya tatu za kwanza leo tunaendelea kuanzia aya ya nne mpaka pale ambapo atakapotuwafikisha allah subhanahu wataala kufikia kama ambavyo allah subhanahu wa taala ameanza kutufahamisha hii tulivyoanza sura yetu hii Inna hadainahu sabil, hakika ya sisi tumemwongoza mwanadamu kwa njia ya sawasawa, lakini pia tumemwonyesha njia isiyokuwa ya sawasawa. Inabakia kwake yeye mwenyewe mwanadamu, imma shakiran wa imma kafura, imma awe mtiifu au wachague kuwa mkaidi wakutokubali maelekezo na muongozo na tukasema haya, hii kafala albab wanachuona naieleza imefunga mlango ule ambao mtu yartakibu lmaashi, mtu anayafanya makosa halafu baadaye anakuja kujengea hoja bikadari llahi, kwamba amelifanya kwa sababu ya jambo hilo Allah amemkadaria kama Allah asingelipanga asingelifanya. Lakini Allah subhanahu wa taala ameshatoa udhuru huku kwa kusema, inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura. Tayari tushatua mwongozo, ni chaguo la mtu binafsi, achague kuwa mtiifu au achague yeye mwenyewe kuwa mkaidi. Kichagua kuwa mtiifu au mkaidi, basi aya zinazofuata anaeleza kama vile ilivyo katika suratul Kahfi kasema: wa kul jaa alhaqu min rabbik faman shaa falyumin wa man sha'a falyakf. Wasimli, wasimulie, waelezee watu, wafahamishe. Jaa haqi, hai imekuja. Faman shaa falyumin, achague mtu anayetaka kuamini kuifuata haki na aifuate. Wa man shaa falyakf, na akataye. Kwa hiyo chaguo ni la kwetu, mimi na wewe kufuata muongozo au kuacha muongozo, na kila mmoja anaiona mwenyewe hali yake binafsi. Katika Suratul Kiyama kule tumefika tumepita, sema balil insanu ala nafsihi basira, bali mwanadamu juu ya nafsi yake anaijua. Wewe mwenyewe unakijua unachokifanya, hata kama ukatangaza au ukasema kwamba uko hivi uko hivi. lakini kile unachokifanya wewe, moyo mwenye wako mwenyewe unajua kwamba hiki kinachofanya mimi nafanya hivi na ninafanya hivi. Kwa hiyo imma shakiran wa imma kafur. Kama hivyo ndivyo muongozo umetolewa na watu wana hiari ya kuchagua muongozo gani. Allah subhanahu wa taala akatoa mwisho wa kila mmoja kati ya watu wawili atakayekuwa mtiifu na yule atakayekuwa mkaidi. Kwa hiyo akaanza kusema inna atadina lilkafirina hakika ya sisi tumeandaa kuwaandalia makafiri imma shakiran wa imma kafura. Kwa hiyo baada an tatallat ilayhi nafsu, baada simai hali qaulihi taala, imma shakiran wa imma kafura, Allah subhanahu wa taala anawafafanulia kusema inna aata, ili mtu ajuwe katika makundi haya mawili ni chague lipi. Kwa hiyo inna atadina lilkafirin Hakika sisi tumeandaa kwa makafiri wale wote watakao kuwa wamekwenda kinyume na muongozo wetu. Tumeleta muongozo, muongozo ambao tunataka watu wafuate kwa muongozo huo. Kwa hiyo, wale watakao kuwa wamechagua njia ya kukaidi ya kukataa mwongozo, basi atadina lilkafirina salasila wa aghlalan. Tumeandaa pingu hizi, zote hizi ni pingu. Kwa lugha yetu ya Kiswahili sisi tunasemaje? Kuna pingu na minyororo zingine zinafungwa mtu mikononi, zingine anafungwa shingoni. Sasa sijui za mikononi ndo pingu au za shingoni ndo pingu, lakini maana yake mtu atafungwa naudhu billahi min dhalik. Tunamwomba Allah atulinde na atuhifadhi asitukute. Yes, hayo inafungwa mikono na shingo pamoja kwa vyuma. Kwa hiyo unapochagua kwamba wewe kuwa mkaidi utambue hii ndiyo hatima yako oh, mafikio yako na no mwisho wako ni huku, inna atadina lilkafirina salasilan, minyororo wanazofungwa watu mikononi, wa aghalalan, na zingine pingu wanazofungwa watu shingoni, wasaira, zaidi ya yote. Sio hivyo tu, wa saira, na moto uliokuwa mkali wenye kuwaka. Kwa hiyo unapochagua njia hii ukapita, tambua mafikio yake ni njia ya hatari sana, mwisho wake ni mbaya sana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameshatoa mwongozo huo. Wewe ukichagua kuwa mkaidi, basi hatima yake ni hiyo. Lakini wale ambao al abra, wale ambao imma shakira na imma kafura, ameanza kuzungumzia wale waliokaidi, kisha anakuja kuligeukia kundi la Shakiran, watifu, innal abrara hakika ya watu wema, innal abrara hakika ya wale watakao kuwa wema kwa kuwa watiifu kwa kufuata mungu uliokuwa wasawasawa. Ukaona kwamba hapa Allah subhanahu wa taala ametuletea miongozo wa wakaofuata mungu uliokuwa wasawasawa. innal abrara yashrabuna min watakunywa kwa glasi zilizojaa vinywaji. Innal abrara yashrabuna min kasi, watakunywa vinywaji vilivyojazwa katika maglasi. Nasema kasi ni chombo ambacho lazima kiwe na kinywaji ndio kitaitwa kasi. Kwa hiyo mafikio yao wale watakaokuwa watiifu, yashrabuna min kasin, watakunywa vinywaji vilivyojazwa katika glasi, vinywaji kana ambavyo kwamba mizaji wa mchanganyiko wake kaafura umechanganywa na karafu, harufu mzuri, yenye harufu mzuri kabisa. Na mufasirina amesema havikuwa vitu vya peponi vinavyotajwa kufanana majina na vya hapa duniani, ila ismi ni kule majina tu kufanana majina tu, lakini ladha yake, sifa yake ni tofauti kabisa. Kwa hiyo kutakuwa na karafuu. Vinywaji watakavyokunywa vina ladha na harufu ya karafuu vyenye kuvutia. Ukinywa vinywaji hivyo unavutia, bali hata bado hujavigusa tu kwanza, vinaanza kukupa hamasa ya wewe kuweza kuvutia ukavutika na kinywaji hicho. Kwa hiyo chaguo ni la miye na wewe, tuamue tu kuchagua imma shakiran wa imma kafura. Allah subhanahu wa ta'ala anafafanua hivyo vinywaji vinatoka wapi. Ayna yashrabu biha ibadullah, hivyo vinywaji vinatoka katika chemchem. Yashrabuna min kasi ma'uha yamba'u min aynin fil janna hadha al-ma'u lahu bayadun al-kafur wa ra'ihatun Aina ni maji yanayotoka katika mtu wa chemchemu, yashrabu biha ibadullahi, watakayokunywa waja wake Allah subhanahu wa taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala atufanyisi katika waja wake Allah amechagua na waja wake. Hata ibilisi alivyokuwa amechukua ahadi ya kuja kuvuruga watu akasema illa ibadaka Min humul muklasin au misi wagusi. Ibilisi mwenyewe amesarenda. Kwa hiyo ni mimi na wewe kujichagua kuwa katika lile kundi ambalo Ibilisi ameshalitangaza na Allah subhanahu wa ta'ala, akasema pale pale aliposema illa ibadaka minhum muklasin. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna ibadi laisa laka alaihim sultan, watu wangu mimi, huna nafasi yako wewe, huna nafasi yoyote illa manittabaka min alghawi, utakao kufuata wewe ni katika wapo. Kwa hiyo ni wewe kujiweka katika kundi la watu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona upepo wa sheitani, wewe kila ukivuma unakuchukua, basi unatakiwa ujiangalie mara tatu tatu, ikisije ikuwa sheitani ndiyo ameshakuvuta maana yake. Kama sheitani anakuvuta, basi umeshatoka katika kundi la nane kundi la Allah subhanahu wa taala. Kundi la Allah subhanahu wa taala ameshalitangaza, kwamba inna ibadi laisa laka alayhim sultan. watu wangu mimi, wewe huna nafasi nao. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe, mimi nawe kuchagua, tuwe katika lile kundi la Allah subhanahu wa taala, ambalo Allah anasema aina yashrabu biha ibadullah yufajiruna, wanaiongoza mito hiyo tafjira, namna wanavyotaka wao kule katika pepo yake Allah subhanahu wa taala amewajalia watu watakaoingia kule watakuwa wana control kile kitu cha kwao, wana kikontrol kwa namna wanavyo wanavyokitaka wao, wanavyotaka mto utiririke umwage maji ya namna gani, ya rangi gani, mwage nini, kinywaji cha aina gani, chenye ladha ya aina gani, yule muhusika anachaguo la kuchagua kitu gani aweze kupata. Kwa hiyo yufajiru na wanaongoza namna wanavyotaka wao kuongoza, wakitaka kwenda nao wanakwenda nao, wakitaka kufanya hivi. Sababu watu wanatembea wanakwenda huku, mara amekwenda sokoni, soko mpaka soko litakuwepo, mpaka hivi itakuwepo, mpaka mashamba. Atatokea hata mwanadamu ataambia Allah, mimi nataka kulima bwana. bwana. mwanadamu namna gani bwana? na unataka kulima hata huku, imekuwaje? Mimi tu najisikia ladha bwana kulima bwana. Bana, lima tapewa ardhi yalime na hivi na hivi. Kwa hiyo watakuwa watu wana control vitu vyote ambavyo Allah subhanahu wa taala vivenda. Tunamwomba Allah subhanahu wataala aturuzuku neema hizi, atuniimeshe na atujalie sisi katika waja wake. Kwa nini wameyapata hayo? hawakuyapata kienyeji hayo hawakuyapata kienyeji. Wameyapata hayo kwa sababu kuna mambo ameyafanya Allah subhanahu wa taala, amewatangaza waja wake na atawalipa malipo ya namna hiyo. Lakini watayapata kwa sababu ya nini? Yufuna bin nadhiri, la kwanza miongoni mwa sababu zilizopelekea wayapate hayo, yufuna bin nadhiri ni wenye kutekeleza nadhiri wanazoziweka. Nadhiri wanazoziweka kwa kawaida mtu anajiwekea mwenyewe tu, ni kujiwekea jambo ambalo wala si wajibu kwako, lakini wewe mwenyewe ukaona mimi kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala nitafanya jambo fulani, aidha Allah amekunusuru na jambo au amekuneemesha na jambo, au basi tu ukaona mimi Allah lazima nifanye jambo hili kwa ajili, ukajiwajibishia wewe mwenyewe, ukajiwekea nadhiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala basi ukawa mwenye kutimiza nadhiri ile uliyojiwekea wewe mwenyewe ukaitekeleza. Kuna watu wanaweka nadhiri na wasitekeleze, na ameweka yeye mwenyewe. Hiyo ya kwanza sa sababu ya malipo hayo yote wanayoyapata, ya kwanza ni kutimiza yale ambayo wanayoyaahidi wao wenyewe, lakini la pili, wayakhafuna yauman, wanaiogopa siku ambayo kwamba kana sharuhu mustatira shari yake imekuwa ni yenye kuenea, siku hiyo imezagaa imetangaa. Wanaiogopa siku hiyo, wanachukua hatua za kila namna kuhakikisha siku hiyo. Yaumu na adhim ya khafuna yauman adhiman, ambao yaum alqiyama al alladhi kana adhabuhu fashiyan muntashira ghayat alintishar kila mtu anaijua adhabu zake siku ile ni mzito, kila mtu anazijua. Kwa hiyo wanachukua hatua zote za kunusurika na za kuwa salama siku hii ambayo ubaya wake unafahamika, umeenea, kila mtu anajua uzito wake na ugumu wake wa namna ile ulivyokuwa. Kwa hiyo wanachukua kila hatua za kuhakikisha siku hii wao wanakuwa salama. Kwa hiyo ni swala tu la mimi na wewe kupanga kwamba tunachukua hatua hizo. Siku tunaijua siku ipo sote tunajua alhamdulillah. Waislamu mmoja katika imani, mmoja katika nguzo za imani al-imanu bil yawmi al-akhir. Sote tunaamini kwamba ipo siku tutakusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na uzito wake ni mkubwa kiasi gani siku ile, swala lilokuwepo ni namna gani, hatua tunazozichukua kwa ajili ya kuikabili siku hiyo ambayo itakayokuwa mzito, siku ambayo haitomsaidia mtu, la yanfau malun wala banunan illa man atallaha bikalbin salim. Siku hiyo haitomsaidia mtu mali, cheo wala nini, illa man atallaha bikalbin salim. Illa kitachomsaidia mtu ni yule aliyokwenda akakutana na Allah kwa moyo safi. Moyo safi bikalbin salim minashiriki moyo uliotoharika na ushirikina, qalbin salimi min alkufri, moyo uliotoharika na ukafiri, qalbun salim min almaasi walfujuri walbutani wa kullu wa kullu, moyo uliosafika umetoharika na kila jambo baya na kila lilokuwa ovu na machafu na nini. Huo ndo moyo Allah subhanahu wa ta'ala tufahamisha kupitia maneno aliyosema Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhzuni usinifedheheshe mimi. Yauma yubathun, siku atakayo fufuliwa. Wa huyu mtume wa Allah subhanahu wa taala, namuomba Allah subhanahu wa taala usije ukanifedhehesha mimi siku hiyo, yauma la yanfau malun wala banuna illa man ata llaha biqalbin salim, ila atakayekuja na Allah kwa moyo salim. Uliotohara, moyo umesalimika na uchafu, umesalimika na chuki, umesalimika na dhulma, umesalimika na bugdha na kila aina ya uovu, moyo safi kabisa. Ndio maana Mtume swalla Allah alayhi wasallam akasema, ala inna filjasadi mudha, katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama bwana, idha salahat, pande hilo likikaa sawa, salahal jasadu, mwili mzima unakaa nini Una kasa, ala wa hiya alqa faamuni, ni moyo bwana, tengezeni nyoyo zenu. Ndio maana waswahili wanakwambia bwana, sema na moyo wako bwana, sema na tuseme na nyoyo zetu ili ziwe salama, zije salama, tutakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala, tukutane tukiwa na nyoyo zikiwa salama safi kabisa, tumesema nazo, tumezielekeza, tumeziongoza, illa man atallaha biqalbin salim Mtu atakuwa salama siku ile. Kwa hiyo katika sura hiyo, ya namna hiyo, yaumankana sharuhu mustatwiran. Nabii wa Mungu Ibrahima alayhi salatu, salatu, akamwambia Allah subhanahu, usinifedheshe. Hiyo siku ni mzito. Kwa hiyo kama siku ni mzito, naomba mimi ni usinifedheshe kabisa, siku ambayo hatunusurika mtu ila aliyekuja salama moyo wake ukiwa safi. Kwa hiyo miye na wewe ili tuweze kunusurika nyoyo zetu zikae sawa, ziwe safi. Hawa Allah anawaelezea katika jumla ya sifa zao yakhafuna yauman kana sharruhu, must kwa hiyo walikuwa wanatengeneza nyoyo zao, walikuwa wanatengeneza nyoyo zao. Allah subhanahu wa taala anaelezea tatizo la wanadamu fa innaha la ta'mal absar. Matatizo ya wanadamu siyo macho, macho yanaona na yanatambua masikio yanasikia na yanasikia matatizo. fainaha tamal kulubu llati fi sudur, tatizo nyoyo ndo zimekufa, tatizo nyoyo ndo zimekufa. Nyoyo ambazo zipo katika nini? Zipo katika vifua. Sasa tunatakiwa tuseme na nyoyo zetu ili zikae katika hali ya sawasawa. Katika suratu l-Hashiri, Allah anasema alam yaani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikri llahi wa ma nazala min alhaq. Alam yaani lillah, Allah anaongea kwa kubembeleza. Alam yaani lilladhina, hivi haujafika muda anayotuambia ndio mie na wewe. Alam yaani lilladhina, hivi haujafika muda kwa walioamini, wa an takhsha qulubuhum nyoyo zao zikafanyaje zikasalimu amri zikanyenyekea. antakhsha qulubuhum lidhikrillahi juu ya ukumbusho juu ya mafundisho juu ya utajwa wa Allah subhanahu wataala ta'ala. wama nazala min alhaqi, na yale aliyoteremsha Allah. Kwa nini? haujafika muda nyoyo zetu zikanyenyekea, nyoyo zetu zikasalimu amri, zikapokea mafundisho haya, nyoyo zenye kupokea mafundisho haya na zikapokea mwongozo, ndo zitakuwa safi na salama siku ile ya kukutana nani? Na Allah subhanahu wa taala, hawa Allah anawaelezea ya khafuna yauman kana sharuhu mustatira, wao waliyokuwa wali, wali katika maisha yao walikuwa wanachukua hatua wakitambua katika michakariko yao yote, kama wanafanya kazi, kama wameajiriwa, kama wanafanya kazi za wao wenyewe wanajituma, sijui fundi, sijui nani, ni popote anapochakarika anajua yauman ka, kuna siku sharruhu, shari yake, hakuna asiyejua. Kwa hiyo anachukua taarifa, anachukua tahadhari kwamba hiki ninachokifanya kuna muongozo na maelekezo. Kama nimefanya kazi hapa, natakiwa niwe hivi kama nafanya kazi mie mwenyewe ya kwangu mwenyewe natakiwa niwe hivi, kama mfanyabiashara natakiwa niwe hivi, kama mkulima natakiwa niwe hivi, kama sijui msafiri nataki... kila sehemu ambayo ina mwongozo ina maelekezo. Wayutimuna taama na no, wanawasaidia watu, wanawasapoti watu kwa vyakula. Wayutimuna taama ala hubbihi, pamoja na kuwa wanakipenda, wanakihitaji sio wanakitoa kile chakula ambacho wao hawakiita ah, wayutimuna at'taama ala hubbihi, hali ya kuwa wao wanakipenda kile chakula, lakini kuna watu wanakihitaji. Katika Surat Al-Hashri ile, Allah akiwaelezea Muhajirina na Ansari, asema wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim. Sasa so, so. wanawatanguliza wageni wao kuliko nafsi zao, ijapokuwa wao wenyewe wana uhitaji na kile kitu. Mtu ana kiasi kidogo, lakini anajua huyu mwenzangu ana shida zaidi, huyu ana matatizo makubwa zaidi kuliko kuliko mimi, akamtanguliza ndugu yake. uyuthiruna ala anfusihim walau kana bihim wayutimuna attaama ala, ala, wa ala hubihi. Wanasaidia maskini miskinan, wayatiman na mayatima waasira na wafungwa na wengine waliochiri, wamedhibitiwa, hawajiwezi wafanye hivi. Ametajwa hao makundi matatu, ndio mashuhuri mno yenye uhitaji: maskini hawajiwezi wa wanajulikana, mayatima, waasira, watumwa, eh, watu wanyonge waliomilikiwa. Wanapohitaji msaada, basi wala hawana tatizo nao, watawasaidia, watawalisha, wala hawana hili wala lile miongoni mwa sifa zilizopelekea innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah yufajiruna tafjira. Allah anaeleza yaliyowafanya wayapate haya, yufuna bin nadhiri wayakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wayutimuna at'ama ala hubbihi. Sio anatoa, msitoe vitu katika nyingine, Allah msitoe na ninyi wenyewe ikiwa mk, lau mkipewa ninyi kwamba mtakuwa mnapokea hali ya kuwa mmefumba macho, tuweni vile tunavyovipenda vipenda, lan tanalu albirra hatta tumfiku mimma, tuweni vile ambavyo mnavipenda. Sio unatoa kitu za ah, hiki hakina kazi bwana, akina matumizi hiki, hebu tuwatafute wasiojiweza tuwape. Unakitoa kitu hali ya kuwa wewe una uhitaji nacho. Kwa hiyo, hiyo ni miongoni mwa sifa, na kwa jumla kwa jumla walivyokuwa na ikhlas ya kutoa, inna ma nutimukum liwajhi llah, wanayasema haya bilisani lhali au lisani lmaqali, kwa kusema maneno ya kawaida au tu nyoyo zao zenyewe, maana nyoyo zao kalbun salim, nyoyo safi kabisa. Kwa hiyo inna innama nutimukum, jamani, nimekuja tumewasaidia tumewapa, la nuridu minkum jazaan wala ashu atuhitaji chochote hatuhitaji mtulipe wala mtushukuru. Bwana nyinyi nendeni tu, wala hatuna ulazimu wa kusema sij, mtushukuru. Watu wengine bwana, watu wengine unawapa hata kusema asante waseme ya nini? Wewe asante bwana, wewe umetoa kwa ajili ya Mungu. Bwana akisema asante, alhamdulillah; asiposema asante, wewe ukutoa, wewe umetoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala bana nyingine misi, si, u, siwezi kukukirimu hata siku moja, siwezi kukupa. hata kunishukuru nikushukuru ya nini? Bwana, sikiliza watu hawa bana wenye nyoyo safi. innama nutimkum liwajihi llahi la nuridu minkum jazaan wala atutaji mtu tulipe chochote, wala mtushukuru, wala mtu sifu, wala nini wala nini, atuhitaji chochote sisi, inna nakhafu min rabbina, ndo kubwa kwetu. Inna nakhafu min rabbina, tunaogopa siku tutakutana nani na mola wetu, Yawman abusan kamtarira, siku ambazo nyuso zitakunjamana siku hiyo. Kuna nyuso mbili, wujuhun yawma izin nadhira ila rabbiha lakini wa ujuhu yawma idhin alayha ghabara tarhaquha katara. Kwa hiyo sisi bana, innama nutimkum liwajhi llah la nuridu minkum jazan wala shukura. Sisi tunatoa kwa ajili ya Alla bana, hatutaki mtulipe, mtu sifu, mtu pongeze, mtu fanye. inna nakhafu min rabbina yawman abusa Fama ama man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata, hau ndio watu. Fatashabahu illa mtakunu mithlahum mithlahum, masheikh wanatambia fatashabahu, jifananisheni na watu. Ukitaka kujifananisha na watu, hao ndio watu hum rijal, hao ndio watu. Fatashabahu, jifananisheni illa mtakunu mithlahum, kama hamkuwa kama wao, fa innat tashabbuha bilkirami falah kujifananisha na watu wema ndio kufaulu. Sijifananishe na watu hata kutia udha wajui. Watu leo wanajifananisha, wananyoa nywele, wanatembea sijui, wanavaa na watu hata hata udha wajui, kutia, unajifananisha na mtu wewe hata Mungu amjui, unajifananisha naye ili weje? Fatashabahu, jifananisheni na watu hawa, humrijalun, hao ni watu waliotambuliwa na Allah. Allah anasema rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun andhikirillah au ndio watu kama unataka kujifananisha wewe unajifananisha na watu hata hata Mungu awamjui hata kutia uwau uwa wewe unajifananisha unampigia kelele mtu naivi naivi. na hivi na hivi ni kwa kutojielewa tu inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtwarira kwa hali hiyo mie na wewe tuchague hizi ndio sifa alizoziainisha Allah zilizowapelekea watu awape malipo ya namna hiyo. Basi kwa hali hiyo, fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm, kwa sababu wanaiogopa, wameichukulia hatua, wamechukua tahadhari. Kutokana na tahadhari walizozichukua basi, fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm, Allah atawalinda hao na uzito na ubaya wa siku hiyo, kwa sababu tangu mwanzo wao walichukua nini, walishachukua hatua. Kwa hiyo kama wao walichukua hatua, Allah asema fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm walaqahum nadratan wa surura, atawapa atawakutanisha wao, nadhratan wa surura, mtazamo mzuri na furaha kubwa kabisa. inna lladhina amanu waamilu ssalihati sayajalu lahum rrahmanu wudda, ama nasema ba inna lladhina amanu sayajalu lahum, mapenzi yake Allah subhanahu wataala atayaweka kwao yawma nahshuru lmuttaqina ila lrahmani wafda, siku watawafufua Allah wa cha Mungu, hali ya kuwa wageni wake Allah subhanahu wa taala. Kwa nini wasiwe na muonekano mzuri? wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Kwa hiyo, fawaqahum llahu sharra dhalik lyawm wa laqahum nadhratan kwa yale waliyofanya. Ni mimi na wewe tu kule. Aya yetu kubwa imma shakiran wa imma ndo jambo la msingi, lakini huko kushukuru kwenyewe utiifu wenyewe una action, una matendo ya kufanya. Ndo hapo ameainisha hapa, wana sifa hii, wana sifa hii, wana sifa hii. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala atujalie sisi ni wale wenye kuyasikia maneno na kuyafanyia kazi yaliyokuwa mazuri kama haya na atujalie katika kundi la wanaoongoza.